Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wenu bwana Ezra. Tafadhali sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Taarifa ambazo ninapashwa ni kwamba taifa la Canada limeweza kuzima na kufuta msaada wake kuelekea Tanzania. Jinsi ambavyo unaona hapo, tunaambiwa kwamba Canada reviews, reviews its support for Tanzania after deadly crackdown on protesters. Ukisoma kwa undani utaelewa wakisema kwamba wameweza kufuta msaada wao ambao wamekuwa wakielekeza kuelekea Tanzania baada ya machafuko kutokea kipindi cha kukataa uchaguzi ambao uliweza kupita tarehe ishirini na tisa uh, Oktoba katika kanda hii. Mpenzi mtazamaji, ninaomba tuweze kuchanganua kwa undani tuelewe ni kwa nini Kanada uh, imeweza kuamua kufuta uh, kitu ambacho kinaitwa msaada wake kuelekea Tanzania. Mimi ni Bwana Ezra, tafadhali piga subscription. Nambari moja, unapaswa kujua sababu ambayo imeweza kufanya Canada uh, kukatisha mchango wake kuelekea Tanzania ni kutokana na kwamba yale mateso ambayo Watanzania waliweza kupitishiwa, mfano kitu ambacho kinaitwa mauaji. Mauaji ni jambo ambalo hata halipaswi kufutika, kwa sababu kuua na kutoa mtu uhai ni kitendo kibovu na ni kitendo ambacho kinahitaji yule mwenye ameweza kutekeleza hilo swala kuchukuliwa hatua maksusi. Cha kushangaza, mpaka sasa hivi bado wale ambao waliweza kuwaua Watanzania, wacha hata kuwaua wale ambao waliweza kuratibu mauaji hawajaweza kuchukuliwa hatua, hawajaweza. Tukianzia Samia, waliweza kuratibu maandamano, yaani waliweza kuratibu mauaji. Twende mtoto wa Samia Abduli, waliweza kuratibu mauaji, hawajaweza kuchukuliwa hatua yoyote ile ambayo inahitaji angalau wananchi waweze kupata haki. Sasa Canada imeweza kuona kwamba ni kana kwamba wanatoa pesa zao zielekee Tanzania kusaidia raia, lakini zile pesa hazisaidii raia. Wanaona kwamba zile pesa ambazo wanatoa mchango wao kuelekea Tanzania unaenda kusaidia kununua silaha ambazo zinatumika kuwaua wananchi. Taifa la Kanada limekasirika sana, limekasirika, na ndio maana wameweza kuamua kufuta msaada wao. Wanatoa pesa zinafika Tanzania, badala ya kuweza kusaidia raia, mfano kama vile kununua madawa, kama vile kuweza kusaidia raia ah, kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora katika afisi za serikali. Kitu ambacho kinashangaza, serikali hii inaamua kutumia ule msaada ambao wameweza kupewa na mataifa ambayo yako na mkono wa kusaidia kununua silaha za kuweza kuwaua wananchi. Ni jambo la kusikitisha sana, na ni jambo ambalo linapaswa wale wahusika wote waweze kuchukuliwa hatua. Unajua, Samia angekuwa amechukua hatua. Angalau hata watu ishirini wale ambao waliweza kuwaua Watanzania wachukuliwe wa hatua wengine wa wakamatwe wengine wa wa kwa jela. Mataifa kama vile Kanada hawangekuwa wamesimamisha msaada wao wa kuelekea Tanzania. Lakini cha kushangaza, Samia aliweza kutoa tume hivi majuzi ambayo inaongozwa na Mohamed Chande eti kwamba inaenda kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania pamoja na maafa, lakini Samia amekwisha kosoa mataifa ya kigeni eti kwamba ndiyo yaliweza kuchangia mpaka maafa yakatendeka Tanzania. Sasa wananchi wakauliza, tume basi ni ya nini ambayo aliweza kuiunda? Hata hii Canada imeona kwamba ile tume ambayo Samia aliweza kuiunda haiwezi kaleta matunda na ndio maana wameamua kukatisha mchango wao, kukatisha kitu ambacho kinaitwa msaada wao kuelekea Tanzania. Kwa sababu gani? Msaada wa pesa ambazo wanapeleka Tanzania zinasaidia weza kununua silaha kuwaumiza wananchi na kuwathuru wananchi. Nambari mbili, sababu nambari mbili ambayo imefanya Kanada imesimamisha mchango wake wa msaada kuelekea Tanzania ni kwa sababu ya serikali ya Samia imeweza kuua demokrasia, imeua demokrasia kabisa, imezamisha uhuru wa mwananchi wa Tanzania kujieleza, imezamisha uhuru wa mwananchi wa Tanzania kuweza kujumuika pamoja. Mwananchi wa Tanzania hawawezi wakajumuika pamoja ili kuweza kutoa maoni, kuweza kuunda, mfano tuseme, kwamba bunge la mwananchi, mahala ambapo wanatoa maoni, wanasema kwamba serikali haijafanya hivi, serikali inafaa kufanya hivi ili wananchi waweze kupata huduma ukipatikana mkiwa kwenye bunge la mwananchi mnakamatwa, mnafunguliwa mashtaka ya uhaini, eti kwamba mnapanga kuweza kupindua serikali. Ni jambo ambalo linasikitisha sana. Sasa demokrasia imeweza kuuawa Tanzania, kivipi? Angalia vyama vingi Tanzania vya kisiasa vimeweza kunyang'anywa uhuru wa kufanya siasa, viongozi wa CHADEMA kama vile Tundu Lisu alikamatwa yuko kwa jela, amewekewa makosa ya kupandikiza ya uhaini. Haya, angalia demokrasia imeweza kuua Tanzania, hakuna uchaguzi wa wazi ambao unafanywa. Uchaguzi ambao uliweza kufanywa hivi majuzi ni, ni wawizi. Sasa hakuna taifa ambalo linaweza likatoa mchango kuelekea kwa taifa ambalo demokrasia haipo kuelekea kwa taifa ambalo wananchi hawawezi wakazungumza kuelekea kwa taifa ambalo wananchi hawawezi wakajieleza, kuelekea kwa taifa ambalo serikali haitaki kukubali kupigwa msasa. Ndio maana wameweza kuamua kuchukua kitu ambacho kinaitwa msaada wao. Haya ni matunda ya kuteka watu na kupiga watu risasi wanaotaka uchaguzi huru na haki. Ndiyo haya. Tanzania sio kisiwa. Huwezi kuua Watanzania, Samia, zaidi ya elfu kumi ili uwe kiongozi wa dunia ikakuchekea tu. Haya ilikuwa lazima yatokee, na bado kuna mingine yanakuja. Mlifanya mkiamini mpo gizani, hakuna anayewaona. Sasa yote yapo nuruni, dunia imeyaona, na ndiyo maana uhalisia wake umeweza kuonekana, na ndio maana unaona taifa la Kanada limeweza kufuta kitu ambacho kinaitwa msaada wao. Waliwaua wa Tanzania wakifikiri kwamba watafukia mili yao kwenye kaburi, ili ushahidi usije ukatokea. Mataifa yameamua kwamba hayawezi akaendelea kutoa mchango wao kuelekea Tanzania, mahala ambapo wananchi wanauawa wanazikwa mahala ambapo ile michango yao ambayo wanatoka kuelekea Tanzania inatumika kuweza kununua silaha. Wananchi wamelia hapa, hata huduma za hospitali hawapati. Anyway, ni kwa nini pesa zinafyonzwa na serikali? Sijui wazo lako ni lipi. Tutaendelea kuhabarishana. Mimi ni Bwana Ezra. Zidi kusambaza content zetu, zidi kuhakikisha kwamba unasambaza habari zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Mimi ni bwana Ezra, asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki, ninawapenda sana ndugu zangu wa Tanzania.